Kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Lissu inaendelea hii leo katika mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam, ambapo kwa mjibu wa kile ambacho kimesogezwa na baadhi e, ya wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wanatujuza kwamba leo Novemba 12, 2025 Mheshimiwa Lissu amefikishwa katika mahakama kuu masjala ndogo uh, jijini Dar es Salaam na kesi inaendelea. Mheshimiwa Lissu ameingia mahakamani kama kawaida, akiwa na vaibu, amekoroga amezungusha ngumi, akiwa na morali ya kutosha. Kama kawaida, ameambatana na askari magereza wa kutosha ambao huwa wanamlinda. E, siku za karibu tulisema sehemu ya askari hao wamekuwa ni wapya, sio tunaowafahamu wa siku zote. Inapigwa high court e, kubwa sana na kali na uh, watu wote wamesimama hapa na majaji wanaingia. Sauti ya askari imeendelea hadi majaji wamefika kwenye viti vyao na kukaa, ndio ameacha huyu askari e. Mawakili wa serikali wamejitambulisha na kusema leo wana shahidi na wako tayari e, kuendelea na kesi. E, na shahidi walio naye leo ni shahidi wa siri ambaye, kwa hiyo wako tayari kuendelea na e, jamhuri na pia e, anaulizwa mheshimiwa Lissu kama na yeye yuko tayari e, mheshimiwa Lissu anasema niko tayari waheshimiwa, lakini naomba niseme neno dogo tu e, sio la kuweka kwenye rekodi. Jaji anashangaa, sio la kuweka kwenye rekodi ni jambo gani hilo na lina umuhimu gani hasa e, mheshimiwa Lissu anajibu ndio waheshimiwa majaji, sio la kuweka kwenye rekodi na neno langu si lingine bali ni kwamba nimefurahi kuona kwa maana huko nilikokuwa hizi wiki mbili akukua kwa kawaida. Watu wote wameangua kicheko mahakamani eh, hadi majaji wamecheka. Naendelea, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Jaji, hapa wakili wa serikali Nasir Katuga ameambia mahakama kuwa kuna mashahidi wengine wa siri na hivyo leo tutakuwa na shahidi huyo. Shahidi wa siri ameingia na mahakama haijamuona eh, sasa nina pingamizi waheshimiwa majaji, huyo shahidi wa siri anatakiwa asimame kwenye kizimba na si huko ambako haonekani. Napenda kufahamisha kwamba hili suala la ulinzi wa mashahidi nimelitafakari kwa zaidi ya miezi sita sasa na nimeliangalia kwa makini sana. Naomba kutoa hoja kwamba hakuna shahidi yeyote kwa siri, kwa amri yaliyotolewa na mahakama. Hakuna shahidi hata mmoja ambaye anatakiwa kutoa ushahidi akiwa hapo kwenye kificho, anatakiwa kae hapo kizimbani. Naomba nianze na sheria kwamba inasema nini hapa. Lissu ameandaa nondo e, za kutosha, naona yuko imara kuanza mapambano e, hili la kisheria. Mahakama imejaa utulivu na mvua imeanza kunyesha kwa mbali. E, watu wametulia, utafikiri wanasubiria kuchomwa sindano, au wanasubiria kupewa utaratibu wa kwanza. E, kumwaga marehemu utulivu ni mkubwa sana e, naomba nianze na sheria sasa kwamba inasema nini kuhusu hao wanaoitwa mashahidi wa siri, kile ambacho kimeendelea e, kinaendelea katika mahakama e, katika mahakama kuu E, masjala ndogo jijini Dar es Salaam kuhusiana na kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema e, lakini pia kwa taarifa ambazo pia ninazo hapa mezani, kwa mjibu e, wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema pia wametujuza juu e, ya viongozi waliofika katika e, mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kufuatilia au kusikiliza kesi na mwenendo wa kesi ya Tundu Lissu mwenyekiti wa chama hicho eh, Chadema. Wanasema Mheshimiwa Mani Gorugwa, naibu katibu mkuu bara; Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu; Mheshimiwa eh, Therili Jongwe, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa eh, viongozi, wanachama na wananchi wakiwa katika ukumbi wa mahakama kuu eh, kanda ya Dar es Salaam kufuatia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Lissu.